Faida za kuwa mwaminifu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe, naomba nikukaribishe tukajifunze somo hili kwa pamoja. Ninaitwa Yusufu Daudi Chironi. Mtu mwaminifu ni mtu yule ambaye mnaweza mkakubaliana naye jambo na akafanya sawasawa na vile mlivyokubaliana. Mtu asiyekuwa mwaminifu ni mtu yule mnayekubaliana jambo na akafanya kinyume na jinsi mlivyokubaliana naye lile jambo. Huyo mtu tunaweza tukasema sio mwaminifu. Lakini kuna faida ambazo katika maisha yako pengine hazijakufikia na hujazipata. Na pengine umeshindwa kuwa mwaminifu kwa sababu hauoni umuhimu wa wewe kuwa mwaminifu na uone faida za wewe kwa mwaminifu. Lakini usiku wa leo, ninatamani uwe mwaminifu, kwa sababu nimekuandalia somo zuri litakalokusaidia wewe, kukupatia faida nyingi sana pale utakapoamua kuwa mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kipengele cha kwanza, lakini ili uweze kuwa mwaminifu, ni lazima uhakikishe ndani ya moyo wako hauna tamaa. Ili uwe mwaminifu lazima uhakikishe ndani ya moyo wako hauna tamaa. Tamaa ni nini? Tamaa ni ushawishi unaoweza kumshawishi mtu kufanya ama kuamua ama kutenda jambo bila ya yeye kukusudia ama kupenda. Kuna vitu vingapi katika maisha yako umevifanya bila wewe kupenda wala hukukusudia, lakini umevifanya. Kwa nini umevifanya? Kwa sababu ya tamaa. Na, na tamaa nimekwambia ni ushawishi ambao unaweza ukamshawishi mtu. Ushawishi, tunaposema ushawishi ni ile hali ya mtu kuvutiwa, anakuwa anavutiwa. Sasa ni mara ngapi umevutiwa na vitu ukavifanya, pengine wewe mwenyewe hukupenda, na baada ya kuvifanya moyo wako unasononeka na kusikitika na kuumia na kujutia lile jambo ambalo umelifanya. Kwa nini unajutia? Siku zote kitu ambacho mtu amekifanya kwa kupenda hawezi akajutia. Lakini ukiona unafanya vitu unajutia, tambua ya kwamba ulifanya pasipo kutegemea wala kupenda. Bwana Yesu ape sifa. Tuangalie kitabu cha walaka wa Yakobo sura ya kwanza na ule mstari ule mstari wa kumi na nne neno la Mungu linasema ya kwamba, lakini kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikishachukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Yakobo anasema kila mtu atajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Hauwezi ukajaribiwa na tamaa ambayo hauko nayo ndani ya moyo wako. Mfano mzuri, wewe ni mlevi, ni lazima utajaribiwa na ulevi. Ukipita sehemu ambapo kuna walevi wanakunywa, utavutiwa tu, utashawishika na kushawishiwa na yale mazingira, uende kwa sababu ndio tamaa iliyoko ndani ya moyo wako. Lakini ikiwa sio mlevi, hauwezi ukavutiwa. Lakini pia ukiwa mtu mwenye tamaa nyingine utavutiwa na yale mazingira ya ile tamaa iliyoko ndani ya moyo wako. Lakini nataka nikwambie ya kwamba tamaa, nimekuambia ni ushawishi. Lakini ile nguvu ya kukuvutia ni msukumo ambao unakuwa unakusukuma kuliendea lile jambo. Kwa unapokuwa na tamaa, tamaa inaambatana na msukumo huu. Uh, msukumo ni nini? Msukumo ni nguvu ambayo inakuwa inakupushi, yani kuna wakati kama vile unakataa...